ilikuwa taifa dhabiti na imara miaka ya nyuma chini ya himaya ya uongozi wa hayati rais Siad Barre. Taifa lililopata uhuru wake mwaka wa sitini na kutoa mfano mzuri kote duniani, kando na kujivulia sifa kedekede hususan kede, katika idara ya polisi iliyotajwa na kutambulika kote duniani kama polisi wenye nidhamu na wachapakazi lakini sasa kila mara taifa la Somalia linapotajwa, maswali mengi yanaibuka, mojawapo ikiwa ni swala la uharamia katika guba la Edeni <tiple> na vita vya kimbari vinavyotokana na taifa hilo kutokuwa na amri ya serikali kwa miaka kumi na minane mtawalia tangu kupenduliwa kwa serikali ya Siad Barre mwaka wa 1991. Somalia sasa inatawaliwa katika misingi ya kiukoo huta ni kuvuteni kati ya koo za Hawiye, Isak, Dir, Jarod, Digil na Mifle, koo ambazo zimeamua kuonyeshana ubabe kupitia mtutu wa bunduki. Suala jingine tata ni kuwepo kwa makundi ya haramu ya kigaidi kama vile Al-Shabab na Hizbul Islam ambazo zinadaiwa kutumia kila mbinu ya kutawala taifa hilo, hivyo basi kuifanya kama ngome ya Alkaida barani Afrika. Makundi haramu ambayo sasa yameanza kuwatishia kwa nchi zilizopakana nazo, Kenya ikiwa mlengwa mkuu. Mwaka wa elfu mbili na tatu Somalia ilianza kugonga vichwa vya habari kote duniani. Safari hii sio vita, bali matendo ya uharamia yaliyosababisha utekaji nyara wa meli kadhaa katika ghuba la Adeni. Kufikia mwezi wa nne mwaka huu, maharamia walikuwa wamefanikiwa kuteka nyara meli zaidi ya kumi na mbili katika kipindi kifupi. Hadi kufikia sasa, Umoja wa Mataifa imesalia kuwa kimya kuhusiana na vitendo vya uharamia katika guba la Edeni. Inakisiwa kuwa zaidi ya meli elfu ishirini na tatu kupitia katika ufuo huo kila mwaka huku sitini zikipita kila siku. Je, chanzo halisi cha kukithiri kwa shughuli za maharamia wa Somalia ni nini? Uh, And they destroyed their li- livelihood. And in a, in protest on that uh, reaction they started to regroup themselves when local fishermen started fighting fighting against illegal fishing um, but I think it's, it's gone far beyond that now Kwa mujibu wa wavuvi wa Somalia kutokana na mashua za uvuvi za kigeni kuvamia bahari lao na kuvua samaki bila idhini yao kutokana na wao kutokuwa na serikali pamoja na utupaji wa taka za sumu katika pwani ya Somalia, ndiyo chanzo kamili cha wao kujilinda na kulinda ufuo wao kupitia zoezi la uharamia, zoezi ambalo wao wanaamini litawatia hofu raia wa kigeni na hivyo basi kuwazuia kuvua samaki katika bahari lao. There should be a resolution and the illegal fishing and the fishing and, and the chemical waste dumping in Somali water. Taifa la Kenya limekuwa likitumiwa na mataifa ya nje kuwashtaki maharamia bila ya kufuata kanuni iliyopo. Zaidi ya maharamia mia moja wanadaiwa kuwa kwenye jela mbalimbali mbali humu nchini. Licha ya msimamo mkali kutoka kwa waziri wa kigeni, hakuna ransom, fidia yoyote italipwa kwa maharamia. Je, kuna uwezekano au uhusiano wowote ule wa pesa za uharamia kutumiwa kununua majumba kadhaa ya kifahari au kutumika katika biashara nchini Kenya? Kutafuta majibu ya maswali haya tulifunga safari kuelekea Somalia licha ya hatari iliyopo lakini kwanza tulipitia Ethiopia, baada ya kukosa ndege ya moja kwa moja. Nchini Ethiopia tulijipata kubanwa na maafisa wa polisi, kabla ya mpiga picha wetu maarufu Dominic Mwendo kunyang'anywa kamera yake na kupewa siku ya pili chini ya ulinzi mkali hadi tulipoabiri ndege. Tukidhani yameisha, mengi yalitusubiri mbele. Nchini Jibuti, mambo yaligeuka na kuwa shagala bagala. Hapa tulinyimwa visa eti kwa sababu sisi ni wanahabari, kabla ya kunyang'anywa pasipoti zetu kwa lazima na kufungiwa katika chumba hiki kwa saa ishirini bila ya chakula, maji, au hata mahala pa kulala. ilibidi tukae kijeshi na kulala kwenye viti vya chuma na sakafuni, licha ya baridi kali na mbu waliokuwa wakifyonza damu yetu bila huruma. Alfajiri na machweo, kabla jimbi halijameza punje na ardhi kupoteza umande, tuliamka na kuelekea Somalia, taifa linaloogopewa na wengi. Ndani ya ndege kila mtu alipiga dua yake, kwani safari yetu ilikuwa ya kubahatisha kutokana na hali duni ya ndege hiyo. Ndege bila ya vifaa spesheli, ikiwemo boya ya kujiokoa wakati wa ajali, kwa lugha ya kimombo life jacket, na joto kali, ishara tosha nako kwenda ni hatari zaidi. Baada ya masaa mawili tuliwasili salama salimini katika uwanja mdogo wa ndege mjini Bosaso. Hapa kwa kuhofia maisha yetu, ilitulazimu kukodesha askari kadhaa wa ulinzi pamoja na magari mawili, kwani kulingana na wenyeji ni hatari kwa raia wa nje kuzuru miji ya Somalia kivyao. Je, kuwasili kwetu Somalia kulipokelewa vipi? na je, ni yapi yaliyotupata Somalia katika ziara yetu ya kuwasaka maharamia, usikose kujiunga nami, mwanahabari wako mpekuzi, Mohammed Ali, katika sehemu ya pili ya makala haya, Katika Nyayo za Maharamia. Nikupe dondoo ya safari yetu ya kukutana na maharamia huko El nchini Somalia. Mohammed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.